Hawa ambao wanatumia miwani wana wakati fulani macho yanauma, ukienda hospitali, daktari anakuambia tiba pekee iliyobaki ni wewe kuvaa miwani. Kuna ukumbu wa miwani, tuanze kulijibu ifuatavyo. Moja, uh, miwani japo ni kiungo hicho kimoja, lakini kina matibabu ya aina tofauti tofauti, yaani makusudio tofauti tofauti. kwa kuna miwani ambayo mtu kapewa kwa ajili kumsaidia kuona mbali kuna miwani mtu kapewa kwa ajili ya kusaidia kuona karibu. Kuna miwani mtu kapewa kwa ajili ya kuzuia uh, maumivu ya hicho kichwa okay? kutokana na misuli haijanyoka sawasawa, miwani inasaidia ile misuli inyoke, kwa hiyo inamwondolea yale maumivu. Kwa hivyo, miwani ni kifaa ambacho ni tunaita tiba dawa, yani tiba, tiba kifaa tiba, mm, kifaa tiba. Kwa hivyo ni kwa jinsi gani uhitaji wako ulivo ndivo hivo hivo kuna baadhi ya shida za kwenye macho ambapo utakapotumia miwani baada ya muda fulani, unaweza ukaiacha na na inaweza ukaiacha katika hali ya kiasili kabisa, very natural, kwamba unashangaa kile kichwa akiumi akiumi akiumi, na kweli ukiata, usipoivaa tena hakiumi akiumi, si. Kwa kuna watu ambao fursa hiyo wanayo, kwamba kwa namba zao baada ya kutumia miezi mitatu mpaka sita ile hali inakuwa imeisha na hata miwani haihitaji tena, lakini kuna watu wengine miwani inakuwa ni yenye kuendelea, hususan watu wenye waliopewa miwani kwa ajili ya kutokuona mbali. Mimi mmoja hapo ni mhanga mmoja. Okay, uh -huh. kwa hivyo mimi nisipokuwa na miwani uoni wangu wa mbali ni dhaifu, lakini nikivaa miwani inaniwezesha kuona vizuri mbali, kwa hiyo inaniwezesha nikamilishe majukumu yangu bila bila bila kuwa na, na ugumu wowote mm. Kwa hivyo inaniongezea ufanisi katika shughuli zangu. Kwa hivyo mtu akipewa miwani kwa, kwa, kwa mantiki hiyo, bila shaka ukiacha unaji, unajipunguzia mwenyewe fursa ya kuwa na ufanisi inavyotakikana, unajipunguzia fursa ya ku enjoy mazingira. Kwa mfano kama mtu haoni vizuri mbali, huwezi kuona vizuri TV ukitazama, huwezi kuona kwa ufasaha zile picha, maandishi na kila kitu miwani tuna, tunazitoa kwa minajili tofauti tofauti kwa sababu tofauti tofauti mm, na zipo ambao wengine kweli itafika wakati mtu haihitaji ile miwani kwa sababu inakuwa imeshamsaidia. Dkt. Hassan, kwa nini watu wengi ambao wana wanakuwa wameshaonekana na tatizo la macho na mnampa mm, ushauri kwamba atalazimika kuvaa miwani, mtu huyu atakwenda navaa miwani mda na muda na muda pengine mtu akavaa kwa maisha yake yote lakini huyu mtu macho yake anakuwa ya anadumbukia ndani, ni kwa nini hali hiyo inajitokeza? Kweli swali zuri. Uh, moja ni ubora wa lenses zilizokuwa zikitumika miaka ya nyuma. Kweli hilo hmm, ilikuwa ni tatizo sana, lakini lenses za sasahivi ubora wake umeboreshwa sana. Maswala ya jinsi unavyokwenda kutumia na macho kudumbukia yamepungua sana hmm. okay? Mimi tunazungumza, tunatazamana, macho yangu sijui unayaonaje? <laughs> na mi nimevaa miwani toka nilivyokuwa chuo kwenye digri ya kwanza, zaidi ya miaka 30, si? Kwa hivyo lensi za sasa hivi zimeboreshwa sana, hazina hazi hazichagizi misuli ikakamaa na hivyo macho yadumbukie ndani. Kwa hiyo lensi za sasa hivi ni salama, watu wasitishike na hilo.